Hafla hiyo ambayo hufanyika mara moja tu kwa kipindi cha miaka kumi huendeshwa kwa kiprotokali za kijeshi, huku ikishereheshwa na gwaride la kijeshi. Katika hafla kama hii ambayo ni nadra kuiona, vikosi vya ulinzi hutumia fursa hiyo kuonyesha umahiri wake wa kishupavu. Wakati mwingine huwezi kuamini, lakini huu ndio ushupavu na uimara wa vikosi vya ulinzi na usalama vya Tanzania, kwani muda wote viko imara kuilinda Tanzania. Katika hatua nyingine, rais Jakaya Kikwete ametunuku nishani tatu tofauti zikiwemo za utumishi uliotukuka, utumishi wa muda mrefu na utumishi wa muda mrefu na tabia njema kwa maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini takribani 30 jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania na wakaguzi, wakaguzi wasaidizi station polisi na jeshi la magereza waliotumikia jeshi hilo mfululizo wa muda hapo awali lilishuhudia gwaride maalum la kijeshi litwalo Omega ambalo hupigwa mara moja baada ya miaka kumi likiashiria tamati ya amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama nchini na hii ilikuwa ya mwisho kwa rais Jakaya Kikwete. Lakini hapa ni Ikulu Dar es Salaam, hapo takribani wakinamama wanne wampata fursa kupata nishani mbalimbali zikiwemo za utumishi uliotukuka katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoka Ikulu Dar es Salaam, Spencer Lamek, ITV.